Kazi na kwa ratiba ambayo mtashirikiana na Upendo Kasuga, ninyi fanyeni chochote ambacho Mwenyezi Mungu atawajalia kufanya hapa. Uwanja ni wetu sote lakini ninyi mtakuwa the leading team, mtatuongoza sisi. Si unajua kuku wa shamba hafanyi nini? Eh, yani sisi nyie mnatoka manispaa sisi tuko mamlaka ya mji mdogo wa Ilula. Kwa hiyo hapa tulipo ni kwenye kitongoji, kitongoji cha Masukanzi. Sasa nyie fanyeni kila kitu ambacho Mungu atawaongoza kufanya hapa mpaka kieleweke. Tunamtegemea sana Mungu na kumtumaini Mungu aliyewaleta anakusudi na sisi na mniombe, hii ya kukutana kati ya sisi na ninyi iwe ya mara kwa mara mpaka moto uwake, unajua ndio Leo nilikuwa na angalia tangu tumejenga kanisa letu, mimi niliwaambia wana Masukanzi nikasema sitaitisha semina, na nilisema kwa mamlaka niliyopewa kwa muda kidogo huu, nikasema hakuna kuitisha semina hapa mpaka tuwe tumekamilisha kujenga kanisa kwa kiwango ambacho mimi naona, kama mbeba maono, si ndio? Kiongozi wa wakati huu bwana, hakuna namna, ni kama wewe pale Mnyamhanga, hakuna mwingine atakohoa kama sio wewe. Kwa hiyo nikawambia washarika hawa hakuna semina. Sasa unajua, kwa maana ya kama semina hii ndio itakuwa ya ngapi? Tangu mpango huu wa kujenga kanisa, yaani semina kabisa, tangu mimi nimetoa maoni. Hii itakuwa ndio utangulizi wa semina kubwa ambayo tutaiandaa. Hii ni utangulizi, kwa hiyo tunaweka msingi leo. Niliwaambia mpaka tumalize hapa, tuweke na viti vyote vienee hapa. Tukiweka semina hapa ile kubwa hakuna kuomba kiti kwa mtu hata kimoja tuwe na viti mia nne, mia tano vya kwetu hapa na itakuwa itakuwa. Kwa hiyo karibuni sana jamani wenyeji. Hey, mwinjilisti. Mwinjilisti naomba tu msimame mwapungie wageni wetu mikono, wainjilisti wote mlioko hapa naomba msimame tafadhali, nilisahau kabisa hawa ni miongoni mwa wainjilisti. Ya mwinjilisti, yeah, Jenny Mlelwa anaongoza mtaa wa Kimamba, halafu pale ni mzee Richard Longo anaongoza mtaa wa Uhanzingi. Asante sana, tumalizie kuwatambulisha watu, watu